Uh, wakati tulikuwa na Nemis, uh, mtoto wa ECDE alikuwa anapewa namba akiingia class 1, class 1, lakini Kemis imeleta sasa, imeenda mpaka hiyo PP1 na PP2, kwa hiyo mtoto akiingia tu PP1, anaingizwa Kemis. Lakini sini, sini sasa jambo la orodha peke yake, uh, uh, unajua kile iliyoko, kwa mfano Uh, wacha nielezee ni mfano um, wa sasa wakati uh, wanafunzi waliwekwa katika hizo bands wapewe pesa ya university mm. Wengi wali complain ya kwamba wamewekwa band 5, lakini wao sio matajiri but sasa, ikakuwa waliokuwa wanawaweka wanaangalia huyu mtoto labda alienda nini, alienda uh, private school kwa mfano, uh, akaenda academy, mm. akaenda private school ama high cost school na sasa ako university. Kwa hivyo the conclusion is huyu mtoto alikuwa na pesa. But sasa what Kemis has done, inasema mtoto huyu, tulichukua data yake akiwa pre-primary, tukachukua akiwa primary, mm. junior secondary. Na pia sasa ako senior secondary. Unajua hapa itakuwa rahisi kujua ama huyu mtoto anadanganya ama adanganye mm. Kwa sababu you can't go wrong. Lakini hii nyingine, na unajua it was name is also being manipulated. Unajua kwa nini? Ukisema unataka idadi ya watoto uh, kwa sababu kuna levi inalipwa inapungua unaletewa. Unajua Kemis, ni waalimu wasimamizi wa shule wanaletanga data. Kwa hivyo sasa ukitangaza huku macha, kwa mfano Machakos, useme ya kwamba uh, tuna, tuna activity inataka itakuwa inalipwa number of students ama pupils per school hiyo, hmm. data utaletewa ikiwa chini kwa sababu hii ni ya kutoa bado ukisema kuna misaada inakuja a chakula na nini na sasa, tuletewe watoto number of the children ile the same school kukuletea hii data itakuletea tofauti. So Kemis ilikuwa na a lot of manipulation, lakini Kemis hii, hii ni real time data. Unajua real time, real time ni kitu ambayo iko live.